Kile ambacho kinazungumzwa katika mitandao ya kijamii ni tofauti kubwa kati ya rais wa Urusi Vladimir Putin na rais wa Ukraine Zelensky, licha ya kuungwa mkono na umoja wa kujihami magharibi NATO ikiwemo Marekani. Jambo ambalo limeshangaza kwa kiasi kikubwa katika mitandao ya kijamii ni mapokezi ambayo yameandaliwa yule ambaye anayetajwa kuwa ni adui wa magharibi, aidha adui wa NATO, katika ardhi ambayo hakutarajiwa kuweza kupokelewa kwa shangwe. Ila rais wa Urusi Vladimir Putin ameweza kupokelewa nchini Marekani na kuweza kufanya mkutano na rais wa taifa hilo ambaye pia anatajwa kuwa ni kiongozi mkubwa katika muungano huu wa NATO ambaye pia anatoa mchango kwa kiasi kikubwa katika muungano huo. Jambo ambalo limepelekea viongozi tofauti barani Ulaya kuweza kujiuliza maswali na kutarajia kwamba wanatakiwa kuzungumza na rais wa Marekani Donald Trump ili kuweza kuweka bayana ni kitu gani ambacho aliweza kuzungumza na rais Putini kuhusu kile ambacho kinaendelea kati ya Urusi na Ukraine, jambo ambalo hapo awali viongozi hao wa NATO, aidha jeshi la kujihami la NATO liliweza kutangaza wazi ya kwamba linamuunga mkono rais wa Ukraine Zelensky, katika kile ambacho kilitajwa kuwa ni uvamizi wa Urusi dhidi ya Ukraine, ni jambo ambalo halikubaliki. Lakini jambo ambalo limewashangaza viongozi wa mataifa magharibi ni kumwona rais wa Marekani kuweza kumpokea rais Putin ambaye pia yupo chini ya warrant, eidha hati ambayo iliyotolewa na mahakama ya kimataifa ya makosa ya jinai na uhalifu wa kivita dhidi ya rais Putini aweze kukamatwa kuweza kufanya naye mkutano na kuweza kumaliza mkutano na kurejea nchini Urusi bila tatizo lolote, ni jambo ambalo limepelekea kuonyesha kwamba Urusi, eidha rais Putini ni kiongozi ulimwenguni tofauti kabisa na viongozi ambao walioweza kutolewa warrant hiyo na mahakama hiyo ya ICC na baadhi kuweza kukamatwa ni jambo ambalo kulingana na mitazamo tofauti ya wataalamu wa masuala ya kimkakati, walifahamisha kwamba rais Putin kuweza kukamatwa na kufikishwa katika mahakama hiyo ya uhalifu wa kivita ni ndoto za linaacha, na inatajwa kwamba mahakama hiyo iliandaliwa dhidi ya mataifa katika ulimwengu wa tatu, mataifa ambayo viongozi wake watagoma kufuata maagizo ambayo yatakayotolewa na mataifa superpower ulimwenguni, ndiyo viongozi hao ambao wanaweza kukamatwa na kufikishwa katika mahakama hiyo. Mkutano huu ambao umeofanyika katika jimbo la Alaska, Marekani. Inatajwa kuwa mji huu wa Alaska ni mji ambao rais wa Urusi Vladimir Putin mwenyewe ndiye ambaye aliweza kupendekeza mkutano huo uweze kufanyika katika jimbo hilo. Inatajwa kwamba rais huyu kuweza kuchagua jimbo hilo ni kutokana na sababu za kiusalama, na mapokezi ambayo waliweza kuandaliwa viongozi wengine kutoka katika taifa tofauti ulimwenguni walipowasili nchini Marekani, ukikumbuka kwamba rais wa Marekani tayari ameweza kuonana vile vile rais wa Afrika Kusini Ramaphosa akiwemo pia rais Zelensky mapokezi ambayo aliyoandaliwa alikuwa ni mapokezi tu ya kawaida, ukilinganisha na mapokezi haya ambayo aliandaliwa rais Putin. Na kitendo ambacho kimegonga vichwa vya habari kwa kiasi kikubwa ni kitendo cha rais wa Marekani pamoja na rais Putin kuweza kutumia gari moja, ikiwa ni gari la ikulu ya rais wa Marekani kuweza kutumia gari moja wakati wa kutoka katika uwanja wa ndege hadi katika jumba ambalo kumeandaliwa kufanyika mkutano huo. Ni kitendo ambacho inatajwa kwamba hakijawahi kutokea katika historia ya Marekani, raisi kutoka katika taifa jingine kutumia gari moja na rais wa Marekani katika zoezi la aina yoyote. Ni mara ya kwanza kabisa rais wa taifa jingine na hususan rais Putin ambaye anahitajwa kuwa ni adui wa mataifa ya magharibi, wakati wa vita hivi vikiendelea kati ya Urusi na Ukraine, kutumia gari moja na rais wa Marekani. Marekani, taifa ambalo linatoa mchango wa kiasi kikubwa katika muungano huo, ni kitendo ambacho kimetajwa kidiplomasia ya kwamba tayari mataifa ya magharibi yameweza kutengwa katika mchakato mzima huu ambao unatajwa kwamba ni kuhakikisha amani ya kudumu kati ya Urusi na Ukraine na kufikia katika makubaliano ambayo yanatarajiwa kusainiwa moja kwa moja. Kwa vyovyote vile, kama wanavyofahamisha wataalamu wa masuala ya kimkakati ya kwamba kwa sasa kuna budi rais Zelensky kuweza kulazimishwa na rais wa Marekani kuweza kukubaliana na Urusi ili kuweza kukomesha vita na kufumbia macho kabisa maeneo ambayo Urusi imekwisha kalia kimabavo. Kwa kuwa mkutano ambao umefanyika kati ya rais Trump na rais Putin, kile ambacho wameweza kuafikiana hakikuweza kuwekwa bayana huku ikitarajiwa kwamba viongozi tofauti kutoka barani Ulaya wakiwa pamoja na rais Zelenski wanatakiwa kujielekeza nchini Marekani ili kuweza kuzungumza na rais Trump kile ambacho waliweza kuzungumza na rais Putin na kuweza kukubaliana ni kitu gani ambacho kitachukuliwa kama maamuzi mkutano huu. Na maamuzi ambayo yamechukuliwa kati ya viongozi hawa inaonekana wazi ya kwamba mataifa ya magharibi, Marekani imeweza kuyatenga moja kwa moja ili kuweza kuafikiana vema na Urusi na kuweza kugawa ardhi ya Ukraine kati ya Marekani na Urusi, ukizingatia kwamba kama inavyotajwa kuwa tayari Ukraine kuna bainika ya kwamba kuna madini ghali ambayo yanapatikana katika ardhi ya Ukraine. Hivyo basi, madini hayo iwapo mataifa yote ya magharibi yatahitaji kunufaika na madini hayo, basi Marekani itakuwa imenufaika kwa kiasi ambacho Rais Trump hakuwa akitarajia, wakati ambapo kwa sasa inaonekana wazi ya kwamba kile ambacho kinapatikana katika ardhi ya Ukraine kama madini itakuwa ni kati ya Urusi Urusi na Marekani na Ukraine kidogo, iwapo Rais Zelensky atakubaliana na kile ambacho rais wa Marekani atakachomfahamisha kama makubaliano katika mkutano ambao aliofanya kati yake na Rais Putin. Mkutano huu ambao umefanyika kati ya viongozi hawa wawili, inatajwa kwamba umechukua muda wa masaa yasiyopungua matatu na mkutano na waandishi wa habari ulitumia dakika kumi na moja pekee, na hakuna swali muhimu lolote ambalo liliweza kujibiwa kwa kuwa viongozi hawa hawakuweza kufahamisha ni kitu gani ambacho wameweza kuafikiana. Na jambo ambalo limeendelea nchini Ukraine ni kwamba jeshi la Urusi limeendelea na mashambulizi yake katika maeneo tofauti ya Ukraine. Na kitendo cha kuendelea mashambulizi haya, inaonekana ya kwamba Rais Putin kupewa masharti ya aina yoyote na, na rais Trump, na ndiyo maana mashambulizi haya yameendelea. Ni jamii sana utamaduni unasemaje kuhusu kile ambacho kinaendelea kati ya mataifa haya mawili, ikiwa ni Urusi na Ukraine, bila kusahau Marekani na kile ambacho kinaonekana ya kwamba mataifa ya magharibi yanatengwa licha ya natengwa, kwamba kuna mkutano mwingine ambao unaoandaliwa aidha unasubiriwa kati ya rais Trump na viongozi tofauti wa barani Ulaya wakishirikiana na rais Zelensky.